Wanaenda kuhakikisha vipimo sahihi vinatumika wakati wa kufanya biashara au kule viwandani lakini hata kwenye hospitali pamoja na sekta ya kilimo. Kwa hiyo tumekuwa tunachangia sana maendeleo kwanza ya biashara, viwanda na uchumi. Na hivyo wataalamu ambao wanazalishwa CBE wamekuwa wanachangia sana kuunga mkono juhudi za serikali na kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hasan ambapo amekuwa anavutia sana wawekezaji waje kuwekeza kwenye sekta ya viwanda, lakini pia tunajua uchumi kuweza kuendelea ni viwanda vinahitajika sana ili kuweza kuzalisha na kuhakikisha kwamba nchi inaendelea kiuchumi. E, liko jengo la ghorofa kumi na mbili ambalo linamalizika, tunategemea a litamalizika ndani ya miaka mitatu, na itakapokuwa limekamilika jengo hilo litaongeza udaili kwa wanafunzi takribani elfu eh, nne. Kwa maana hiyo bado tume kwa kiasi kikubwa sana tumepunguza yale mahitaji mahitaji ya ya, ya, ya wahitimu hapa. Mfano mmoja wa mzani tu, mzani. Kwenye sekta ya afya unaweza msomwa mzani au usindikaje? Kwenye sekta ya afya. Daktari yoyote ukienda kwenye hospitali yoyote uh, kupata kupata kupata tiba kwenye chumba cha mm, consultation cha daktari kuna mzani. Ule mzani kazi yake ni kukuletea wewe eh, kukuletea majibu ya uzito wako ambayo dozi yako itategemea na uzito wako. In case mzani sasa unasema uongo. Kwa mfano wewe uzito wako ni kilo 80 alafu mzani umedanganya, umesema kilo 40, kuna athari kubwa sana pale kiafya na uenda ukapoteza maisha, kwa sababu daktari atadai kwenye majibu ya mzani. Sasa nini faida yake sisi? Kwamba sisi tuna hakiki mzani ule usilete usilete majibu yasiyo sahihi katika sekta zote. Ukienda barabarani hivyo hivyo, kwamba lori anabeba mizigo mizani barabarani, kama mizigo kizidi tani, ile barabara zinaharibika. Kwa hiyo kwa kufuata vipimo sahihi, barabara zinakuwa zinakuwa salama.